Nitumie fursa hii kuwashukuru wale ambao tayari walinyosha mkono wao. Tunawashukuru sana. Huu ndio Utanzania, kwamba tatizo limetokea, wenye utu wameorodheshwa hapa tayari, wamewaunga mkono ndugu zetu ambao mmepatwa na shida hii. Huu ndio undugu na huku ndio kuguswa hasa na jambo linapotokea, sio ule watu wanapopata tatizo, wengine wanafanya ni mtaji wa kisiasa. Na hawa watu hata hawajifunzaji, hawajuagi kwamba hilo ndo linalosababishaga wasishinde, ndio maana hawashindaji, kwa sababu watu wakipata, wakipata tatizo wao wanafanya, wanafanya mtaji na wamesha kuwa, maanake tuna vyama vingi muda mrefu sana, ni umri wa mtu mzima. Huu umri wa mtu mzima ukiwa ujifunzi hivi, sisi kwenye tamaduni zetu inakuwa aibu, aibu hivi. Watu wakipata tatizo, unatakiwa uende kutoa msaada, um, umnusuru kwenye tatizo, sio mtu akipata tatizo wewe unakimbizana kupata picha nzuri, mwenzako yuko kwenye tatizo lea. Nchi zilizoendelea zipo ambazo zina reli kama ya kwetu, kwa ajili ya usalama wa raia. Hizi ni nchi zilizoendelea, kwamba pametokea barafu wana, wanaailisha reli treni zipite siku hiyo, kwa ajili ya usalama wa raia. Ikitokea mvua ya upepo ambayo inaweza ikafanya nyaya zile zikayumba zikasababisha uwiano wa tofauti kwenye mtiririko wa umeme wanaahirisha treni isi, isipite siku hiyo, si jambo la ajabu. Wanaahirisha safari za ndege, si jambo la ajabu, ni jambo la kawaida kabisa, ni hali ya hewa wanaahirisha tena ni ni ni jambo la heshima, kuwa mbele ya tukio kwamba tumenusuru watu wasipate shida. Sasa na sisi tuna reli ya kisasa ya aina hiyo hiyo, ikitokea ikitokea mvua ya upepo inayotikisa nyaya zile, mtiririko wa umeme hautakuwa wa kawaida. Wala wanaoitakia mabaya Tanzania wanataka watu waendelee kupita. Hata viazi mviringo ungevipeleka, unataka watu wapite, na mvua ya upepo inanyesha kwenye treni inayotumia umeme. Mwone jinsi tunavyotofautiana na uwezo wa kuongoza kwa, wao wangeswaga tu wao wangeswaga tu. Ndio maana Watanzania wanaonaga hawajakuwa hivyo hivyo hivyo hivyo. Hata mashirika makubwa ya ndege ya nchi zilizoendelea ikitokea mvua yenye upepo, wanaairisha wanaairisha, ili si ajabu. Na mimi niwaambie TRC maisha ya Watanzania ni kipaumbele cha kwanza, usalama wao ni kipaumbele cha kwanza. Bora mtu safari yake iahirishwe asafiri muda ambapo tuna uhakika. Ndio hivyo na mimi niwaombe Watanzania, kwenye masuala yanayohusisha usalama wala tusigombane, tusilaumiane, kwa sababu tutafika tu tukiwa hai. Hiyo safari tutaenda tu tukiwa hai. Kwa hiyo usalama, hiyo shughuli tunayoiwahi tutaifanya tu tukiwa hai. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linatakiwa lizingatiwe na kila Mtanzania. Haya masuala yanayohusu usalama ni jambo la kipaumbele, na hata tutapita kule, nawaambia serikali imeshaweka fedha na, na ulikuwa kwenye taratibu za wataalamu, wamalize wa masuala ya kudesign, wamalize masuala ya manunuzi, mabwawa ya jengo na wala hatujajipanga baada ya mafuriko haya. Kutoka serikali ishaanza muda mrefu kufanya hayo ma imeshaanza kufanya hayo maswala. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi ni waombe tu, tuzingatie haya masuala ambayo yanahusu uhai, yanahusu maisha yetu sote. Tumalizie haraka lile jambo la viwanja. Mheshimiwa mkuu wa wilaya na Mheshimiwa mkuu wa mkoa ametuhakikishia hatua ambazo zimeshafanyika, limalizieni haraka, malizieni haraka, na nitoe rai kwa wale watakaopewa viwanja hivi. Umesema umegusia hilo Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tukisha kwenda kwenye eneo lile, nitoe rai tusiuze tukarudi tena kwenye maeneo ya mafuriko. Sasa hili linatokea maeneo mengi sana yenye, yenye matatizo ya aina hii. Pakishakauka tuna kawaida ya kusahau na kurudi tena kwenye maeneo yale. Sasa tukishapata kiwanja pale ambapo pamekadiriwa pana mwinuko hapo kuna kawaida ya mafuriko tusiuze maeneo yale, na tukarudi tena na tukarudi tena kwenye maeneo ya mafuriko Tumasa. Watu wa ardhi, watu wa ardhi, ninyi ndio mtakuwa askari wetu. Akija mtu anataka kuuza maeneo hayo hapo, anataka kuuza maeneo yale pale, ambayo tumesema watu wa hamia, tunataka tumjue tuletee kimya kimya, ili tuongee naye vizuri atueleze anahamia mkoa gani, atueleze anahamia mkoa gani. Na Mheshimiwa Diwani, upo hapa, umeongea vizuri, na ndio maana walikuchagua. Una hekima una maono ya kiuongozi inawezekana ndo diwani wa wa kwanza wa kata hii amekaa na waziri mkuu hapa. Uendelee <laughs> <laughs> kuwaelimisha wananchi. Majanga ya aina hii huwa hayatumi salamu, hayatishi odi, hayaandiki barua, yanakuja kwa kuvamia kama hivi.